Of, pia kumekuwa kuna changamoto ya matumizi ya mamlaka ya kifungu cha tisini na moja cha sheria ya mwenendo wa jinai sura ya ishirini, hasa kwenye mamlaka ya mkurugenzi wa mashtaka au DPP. E, kifungu kinamruhusu muda wote anaweza kaiondoa akaondoa shauri mahakamani bila kutoa sababu yoyote, na tumeona mara nyingi imezua sintofahamu kwamba watu wanaogesa, labda kuna kesi ilikuwa ni ya msingi, unakuta ameifuta na wakati mwingine kesi labda imeendelea tu vizuri, amefuta, na baadaye mtu akakamatwa tena vipya. Kwa hiyo nafikiri pengine kuna haja ya kuja kuangalia kile kifungu kwa namna kilivyo kaa, kinatoa mamlaka makubwa mno kwa mkurugenzi wa mashtaka, ambayo kama mkipata mkurugenzi ambaye hana uadilifu wa kutosha, ana uwezo akatumia hichi kifungu, kikatumika vibaya. Kwa mimi kwa maoni yangu nafikiri palikuwa na haja hata kama tutaruhusu shauri liweze kuondolewa lingetakiwa kabla DPP kuondoa shauri kwanza iambie mahakama kwa nini anafikira ameondoa, na kama anaondoa kwa lengo la kurudisha tena kesi baadaye, mahakamani aieleze mahakama kwa nini anataka kuondoa na kwa nini anafikira ruhusiwe baadaye kuja kurudisha, kama tunapofanya kwenye kesi zingine za madai. Kwa sababu kwenye kesi ya madai ukitaka kuondoa shauri lako mahakamani, ukiondoa tu hivi bila ridhaa ya mahakama, uruhusiwe kuirudisha tena. Kwa hiyo ukitaka kuirudisha tena, lazima uondoe, lakini wakati ukiomba mahakama ikuruhusu uondoe na kurejesha tena kesi mara pili lakini kwenye jinai tunaona kabisa wanaweza kaamua kuondoa, alafu akiondoa, kuna watu wamejiandaa wamejipanga kwa ajili ya kumkamata mtu, kwa anavyotoka nje anakamatwa. Kuna watu wameshakamatwa hata mara tatu mara nne mara tano. Kwa hiyo anaondolewa shauri, akitoka anakamatwa, kesi inaenda kuanza vipi? Kwa unaona kabisa ni mazingira ambayo sio rafiki. Sasa tunajaribu kujiuliza, kwa nini falsafa ambayo imejenga e, sheria ya mwenendo wa jinai inatofautiana sana na falsafa ambayo imejenga sheria ya mwenendo wa madai, kwa sababu kwenye madai kila kitu kina kina, kina limit. Yaani hakuna mamlaka ya kujiachia hivyo kwamba kila kitu ukitaka kuondoa shauri lako unapata kibali cha mahakama kuiondoa ili urudishe tena. Ukisema tu naiondoa bila kuomba kuirudisha, ndio imetoka hutaruhusiwa kurudisha. Kwa mimi nafikiri hata huku kwenye mambo ya jinai ingetakiwa ifanyike hivyo. Lakini kingine, suppose kama ukiwa labda na mkurugenzi wa mashtaka ambaye sio mwaminifu mzuri, je, haweza kaondoa labda kwa sababu ya mazingira pia rushwa, kwa sababu ukiruhusu mwanya ambao ni mpana sana maana hapo na ruhusu mtu asipokuwa mwadilifu anaweza kutumia hiyo nafasi vile vile. Kwa hiyo inawezekana mtu akawa kweli ni mhalifu lakini mtu akaamua kutumia mamlaka yake kwa sababu haojiwi na mtu. Akasema nimeamua tunifute shauri. Tuliona moja ya shauri ambalo mtu alikuwa amefanyiwa vitendo vya ajabu. Alafu, watu binafsi wamejitahidi kufungua kesi na bado DPP akaenda akafuta ile shauri na hakutoa hata sababu ni kitu gani. Sasa, mazingira haya yanaleta yanaleta maswali ambayo ni mengi. Kwa mimi nafikiri, labda tuisi serikali kutokana na maoni pia ya tume ya rais, ambayo iliongozwa na mheshimiwa jaji mkuu mstaafu uh, Osman Chande, kuna maoni mengi sana yalitolewa. Mmoja wapo ni mamlaka ya mkurugenzi wa mashtaka. Nafikiri kuna haja ya kwenda kuangalia vipya, ili walau kwenye mfumo wetu wa haki jinai katika nchi hii usitumike kama rungu, kila mmoja jione yupo salama, kwa sababu kwa namna mfumo sasa hivi ulivyo ni kwamba unaweza kutumika. Baada ya kutumika kama ngao, mara nyingi unatumika kama rungu muda wote. Nadhani ukampiga mtu akapotea Yaani kwa leo mtu akiamua kutumia mfumo huu, mtu yoyote hayupo salama. Unaweza ukatumia, ukaenda ukamuumiza. Sasa hatuhitaji kama nchi ambayo inaheshimu utawala wa sheria, inaheshimu uh, utawala bora tuje tufike kwenye mazingira ya ya aina hiyo. Kwa nafikiri kuna haja ya kuangalia. Lakini kingine, hata tuna makosa yale ambayo yana dhamana, pia tumekuwa na changamoto. Najua kuna kesi ambayo ilifunguliwa na Wakili Dickson Sanga dhidi ya mwanasheria mkuu wa serikali ambayo mahakama kuu ilitoa maamuzi kwamba makosa yote yatakuwa kuwa na dhamana, lakini bahati mbaya mahakama ya rufaa kwa busara zao waliona eh, kwa namna sheria ilivyo ni sahihi kuwa na makosa ambayo hayana dhamana. Hiyo ni ni busara ya mahakama tunaiheshimu, lakini tunafikiri uh, pamoja na namna ilivyo bado kulikuwa kuna haja basi, hata kama makosa hayana dhamana, basi tungeweka ukomo hata upelelezi kwamba at least hilo kosa ambalo mtu amekosa dhamana angalau au na uhakika kwamba kesi yangu itapelelezwa ndani let's say ya mwaka mmoja au miezi sita, itegemea na ukubwa wa kosa, au angalau labda miaka miwili maximum. Baada hapo, basi nitakuwa nimepata haki yangu, na haya nayasema, sio mambo mageni, kwa sababu ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo ina upande wa Tanganyika na upande wa Zanzibar, upande wa Zanzibar, kosa ambalo halina dhamana, kama upelelezo hujakamilika miezi sita hata kama kosa lina dhamana mtu anaruhusiwa kupewa dhamana. Sasa kama imewezekana ndani ya nchi upande wa Zanzibar imewezekana, tunajiuliza ni nini kinashindikana upande wa bara ko, mimi utashe. Kwa hiyo mimi nafikiri ni swala la utashi tu, kwamba tukiamua kuwa na utashi wa kisiasa tukiamua kuwa na utashi wa kuheshimu haki za watu na kuona kabisa, tukitengeneza mfumo wa haki jinai ambao ni rafiki wa mtu kwa kila mtu utatusaidia wote. Mimi nafikiri changamoto tuliyokuwa nayo kuna watu wanaamini mfumo huu upo kwa ajili ya watu fulani halafu kuna watu wengine hawahusu. Ndio maana tunatengeneza mfumo ambao ni mbaya. Kama tungeamini kwamba kuna siku mtu yeyote angeweza kukumbwa na mfumo huu, nafikiri namna yetu ya kuutengeneza ungekuwa ni tofauti. Ni kama leo wewe ukiwa kwenye nafasi wangekwambia uboreshe magereza, ungeweza kusema magereza waache wakae, hawataki kupata hata godoro la kulala. Lakini siku ikitokea kwa bahati mbaya wewe umeingia, ndio utaelewa kwamba alikuwa na muhimu wa kuboresha mazingira, kwa sababu kule ni mtakuja, mtu yeyote anaweza akajikuta ameingia sasa kwenye mazingira yao nafikiri tusifanye kitu ambacho ni kama unapika chakula cha watu wengine wao kikuhuzu kwa hata chumvi ikizidi sio tatizo. Kwa hiyo nafikiri tufike mahala e, tuangalie kwamba tunatengeneza mfumo kwa ajili ya nchi yetu, mfumo ambao utakuwa fair kwa watu wote. Mtu asiadhibiwe kwa sababu yupo na kosa halina dhamana. Adhibiwe kwa sababu ametiwa hatiani na mahakama, amekutwa na makosa, amefungwa baada ya kuacha mtu anakaa upelelezi unafanyika miaka mitano, miaka sita, miaka kumi, mtu bado anapelelezwa. Huyu ni mfungwa tayari kwa sababu kwa namna yoyote utafidia vipi ule uhuru wake ambao umepotea. Alafu unakuja unasikiliza kesi mwisho wa siku unakuja unagundua hana hatia. Na bado wapo wengine ambao kwenye mazingira hayo wanaamua kuingia kwenye plea bargaining kwamba afike mahala hebu tu bargain nikiri kosa mambo yaisha ili niwe salama. Sasa hiyo plea bargaining ni plea bargaining pia ambayo ni ya uonevu. Kwa sababu plea bargaining ule ni mkataba. Mkataba ili uwe na maana na uonekane ni mkataba, ni lazima watu waingie kwa hiari yao. Sasa mimi najaribu kujiuliza, huu wapi uhiari wa mtu ambaye ye yupo ndani, ana mwaka watatu hana matumaini upelezi wao utakamilika lini? Unategemea hatu ungekuwa mtu wa aina gani? usingekubali kwamba anifanye plea bargaining angao nitoke. Kwa hiyo, wapo wengi ambao mimi naamini kwa mazingira haya watabagain hata kama hawakutenda kosa, kwa sababu uhuru wa mwanadamu ni wa muhimu kuliko pesa na vitu vingine. Kwa hiyo, mtu atakubali kama ni nyumba ngoja niuze, au asset yangu ngoja ipotee, cha muhimu uhuru wangu. Ni jambo la muhimu kuliko wa mambo mengine. Kwa mimi nafikiri uh, kuna tuna tuna kazi ngumu ngumu ya ya kufanya, tuna kazi ngumu sana, lakini kazi kubwa imeshafanyika na tume ya Mheshimiwa Rais ya, ya iliyoongozwa na Mheshimiwa Jaji Mkuu mstaafu Othman Chande, ile tume ya haki jinai. Kama kweli kuna utashi wa kisiasa, tukiamua kutekeleza ile mapendekezo ya tume naamini tutatengeneza mfumo ambao utakuwa ni mzuri, kila mmoja ataona Tanzania ni sehemu ambayo ni salama. Na labda kwa kuhitimisha tu au kwa kukazia, niseme inawezekana watu hawajui uhusiano mkubwa uliopo kati ya uwekezaji katika nchi na uchumi na mfumo wa kijinai. Hakuna mwekezaji ambaye yupo serious ataenda kuwekeza kwenye nchi ambayo anajua muda wote anaweza kaambiwa umefanya utakatishaji wa pesa, afu kwa sababu alina dhamana akakuta mwenzake amekaa miaka sita yupo ndani. Wawekezaji wote hiyo sehemu ya design wataiogopa. Lakini kama ukiwa na mfumo ambao kweli mtu akifanya makosa utakatishaji wa pesa, upelelezi ukakamilika labda ndani ya miezi mitatu, miezi minne kama kuna sababu ya msingi sana labda mpaka miezi sita imeenda, kesi yake ikasikilizwa hata kitiwa hatiani. Wawekezaji wengine hawatakuwa scared, wataona ni jambo la kawaida, ni mfumo wa kawaida. Lakini mfumo ambao ni kavyo tumeleta eh, namna mbadala ya kutia watu hatiani yani bila kusikiliza kwa kisingizio cha upelelezi wa miaka mitano, miaka mingapi? Kwa hili jambo watu wanavyosikia, watu wengi hapo ndani wamekosa dhamana, wana miaka mingapi, halileti uh, taswira nzuri kwa nchi ya Tanzania. Watu wanavyosikia hivyo wanaogopa, naona kabisa hii ni sehemu ambayo sio sehemu salama. Lakini tunatengeneza taswira, si wenyewe na ni jambo ambalo lipo chini ya uwezo wetu. Kwa hiyo mimi niombe, kwa sababu ya uhusiano huo uh, na uwekezaji na uchumi wa nchi na mfumo wa, wa kijinai, tuna haja ya kuboresha tena sio kesho, tutakuwa tumeshaboresha juzi, ili tukikaa kwenye nchi iwe ni nchi ambayo wote wanaamini ni nchi ambayo ina level ya ustaarabu ambayo ni nzuri, kwamba mtu yeyote akituhumiwa atapita kwenye, kwenye mfumo wa haki, kwa maana due process vizuri. Jambo lake litaamuliwa, lita na vyombo ambavyo vipo huru, vipo imara, visivyoingiliwa na mtu yeyote, na haki yake anaweza kuipata. Lakini tukiacha kwa namna, kwa namna jinsi ilivyo hii na imeshazua maneno maneno mengi, mpaka tunakupoa. Kuna mtu ambaye alishazungumza kwamba sehemu nyingine hata simu ikipigwa, sitaki niyazungumzie, lakini ina unaona, inaleta taswira ambayo sio nzuri. kwa nafikiri kama ningenukuu kitabu cha Mandeo ningesema we have got a long way to go, bado tuna safari ndefu ya kutembea, lakini mwenye uwezo wa kuharakisha hiyo safari au kusababisha tuchelewe zaidi ni sisi wenyewe. Kwa mimi niombe mamlaka niombe uh, Mheshimiwa Rais kwa dhamira yake ambayo alionyesha ya kuamua kuunda ile tume. Tunaamini ile tume mpaka anaunda kuna kitu kilimsukuma, ule msukumo wake ambao ulipelekea, tunaomba ahakikisha ametendea kazi yale maoni yote ambayo alijitokeza, kwa kuboresha yale yote ambayo alizungumzia, na tunaamini atakuwa ameacha legacy nzuri sana kwa hata atakapokuwa amemaliza muda wake, basi watu tumkumbuke kwamba Mheshimiwa Rais awamu hii ya sita aliweza kuja kumaliza mfupa mgumu karibu zote ni mfumpa ambao hakutafuna lakini kwa sababu yeye ameamua kusogeza mdomoni, tunaamini atautafuna aweza kauacha. Kwa hiyo ili ni jambo la muhimu na lipewe kipaumbele kikubwa sana. Lakini kwa kumalizia kabisa, ni kwamba yapo mengine ambayo yanapelekewa tu na mindset setup kwamba kuna baadhi ya mambo yanafanya, kwa mfano swala la mtu amekamatwa kwenye kituo cha polisi kumfikisha mahakamani. Hili ni swala, sheria ipo wazi. Wala hahitaji mabadiliko ya sheria. Na sitegemee kama ile anahitajika anahitajika Mheshimiwa Rais atoe maelekezo. Hili ni swala la kila askari ambaye anashughulikia na mambo, kila mchunguzi anayeshughulikia na haya mambo ya haki jinai atimize wajibu wake. Badala kusubiria kwamba kuna Mheshimiwa Rais, kuna waziri atazungumza. No, kila mmoja atimize wajibu wake. Lakini pia ni waombe kwa viongozi wakubwa kwenye jeshi la polisi wawe na utaratibu wa kupitia kwenye vituo na kuangalia zile roster. Eh, waangalie roster, kwamba labda kwa nini huyu mtu amekaa muda mrefu? Kwa sababu kituo cha polisi kinakaa na mtu masaa 24 na kama siku inayofuatia sio ya mahakama, basi inaweza kaenda mpaka siku inayofuatia ya mahakama. Sasa kwa nini kuna watu wanakaa mpaka siku kumi, siku ishirini au hata zaidi ya siku hizo kwenye mahakama? Kwa nini mpaka, e, tunazungumzia karne hii na mwaka huu 2025 kwamba kuna mtu mpaka apelekewe maombi ya habeas corpus mahakama iagize afikishwe mahakamani? Kwamba vyombo vya ulinzi na usalama, kwa maana polisi, hawajui wajibu wao au wamesahau sheria, wamesahau pigio sasa haya na mambo nafikiri ambayo yanahitaji tu swala swala uwajibikaji. Sasa haya maana yake viongozi wa juu kuanzia IGP, kuna DCI, kuna nini, ni lazima wahakikishe wanasimamia ya mambo. Kama mausidi pamoja na marapisi huku chini wameshindwa, basi viongozi wa juu waweze kuangaza hili, kwa sababu linachafua sana taswira ya polisi. Kwa hiyo kila mmoja akiona naona labda jeshi la polisi ni jeshi ambalo lina shida mbaya, lakini inawezekana kuna watu wachache hawatimizi wajibu wao, lakini wanasababisha kila mmoja anaonekana. Yes, nzima lina taswira yake inaharibika. Kwa hiyo ni mambo ambayo hayatakiwi kufumbiwa macho kuendelea. Kwa hiyo tunaomba tunaomba tuone angalau kuna kazi eh, kuna hatua zimefanyika, lakini sambamba na hilo kuna issue nzima la ukamataji kwa sasa hivi. Ukamataji ambao unatokea hapa karibuni tumeshuhudia ukamataji wa, wa mtu ambaye alikamatwa mpaka picha zikarushwa akiwa anapigwa, alafu alikamatwa na watu ambao hawajajitambulisha, hawajavaa uniform za polisi kwa hiyo sasa, tunajiuliza, kwa hali ya kawaida, kwa mwananchi wa kawaida, anatofautishaje kwamba nimekuja ku, uh, pengine nimekuja kutekwa au nimekamatwa na polisi? Kwa sababu mazingira yanafanana, huyu amekuja hana uniform, hata kitambulisho hajajua, hajaonyesha na hata baada ya kumkamata wameshamkamata tayari, wameendea kumpa kipigo. Tunajua sheria inasema mtu akamatwe bila kutwezwa utu wake. Hata namna ya kumkamata tu vile Tanganyika jeki hairuhusiwi kwa kumpiga, manake wanakiuka sheria, wanakiuka katiba ya nchi. Unampiga kwa sababu ya nini? Mazingira pekee ambayo polisi anaweza kutumia nguvu ni yale mazingira ambayo labda katika kumkamata mtu imeonekana labda huyu mtu ameresist, labda amegoma, pengine ametumia nguvu fulani. Sheria inasema watumie nguvu isiyo ya kupindukia, a reasonable force, wanaweza kutumia. Lakini kwa mtu ambaye umeenda umeenda, mmeshamkamata kwa mikononi, hiyo nguvu unaitumia kwa ajili ya kufanya nini sasa? na tumeshangaa kuona jambo kama hili limejitokeza. Hatujaona kuna tamko lolote kwenye jeshi la polisi, angalau wakatoa maelekezo au kuka, kukemea jambo la design. Hiyo limeonekana ni jambo la kawaida, na mbaya zaidi, hata kwenye vyombo vyetu vya habari limeonekana ni ajenda ya kawaida ambayo imepita. Kwa hiyo mimi nafikiri kama taifa tuna haja ya kujitafakari, wenzetu wa polisi, viongozi watafakari, kwamba je, haya mambo yanayoenda ndiyo sawa? Kwamba jeshi la polisi imekuwa trained kwa ajili ya kupiga peke yake mtu akikamatwa limekuwa trend kumkamata mtu bila kuonyesha utambulisho wowote, na wakati hata watekaji pia wanafanya hivyo. Je, wananchi sasa watajihamiji? Kwa sababu kitakachotokea tukiruhusu hivi, mwananchi akishindwa kutofautisha ni mazingira gani na tekwa na mazingira gani na kamatwa, wataanza kuchukua sheria mkononi. Wakichukua sheria mkononi, maanake polisi watashindwa pia kutimiza wajibu wake. Sasa ili tusifike huko, kuna umuhimu mkubwa sana kwamba jeshi la polisi wakienda kumkamata mtu wahakisha angalau wamevaa sare zao, wajulikane na kama mazingira yale kwamba mtu hapa atakimbia ukimuona na sare zao, kwenye sehemu wanakwenda kuna uongozi wa kiserikali, kwa wanaweza kupitia kwenye serikali uh, wajumbe au serikali za mitaa zilizopo, wakaenda kumkamata mtu, na wakisha mkamata pale, wahakisha vitambulisho vyao vimeonyeshwa, apate nafasi ya kuwasiliana na ndugu zao, kwa sababu sheria inasema awasiliana na ndugu yake kama na mwanasheria wake, awasiliana ili wajue na wajue kabisa anapelekwa kituo gani, kwa sababu vinginevyo tutaruhusu mwanya, kwa sababu utekaji pia umeongezea katika nchi kwa watekaji pia watatumia mwanya huo, kwa sababu wa, yani mazingira yaliopo utashinda kutofautisha kati ya huyu ni polisi anateka na huyu mwingine ni, ni, ni mtekaji e, kwa Wahee wana kitu kimoja. Wahee wana msemo wanasema, hakuna tofauti ya ubichi wa mtu wa mleva aliyejikojolea, ule ubichi wa wa mkojo na ubichi wa maji. Yaani kama mtu mleva amekojolea wakati mvua inanyesha, utatofautia vipi kwamba ubichi huu sasa ni wa mvua na ubichi huu mwingine ni wa mkojo. Kwa hiyo ndio maana wanamsemo wanasema wakati mzuri wa kujikojolea ni wakati mvua inanyesha kwa sababu hutaweza kutofautisha kati ya ubichi wa mvua na ubichi ule ambao umesababishwa na mkojo. Sasa mazingira tuliyokuwa nayo sisi huwezi kutofautisha kati ya utekaji ambao unafanyika na ukamataji ule ambao unatumia nguvu na mtu hajajitambulisha, hajavaa sare zozote. Haya ni mambo ambayo niombe sana serikali yetu, pia tumuombe sana Mheshimiwa Rais, tumuombe sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuliombe bunge, tuombe kila taasisi tuombe. Tuna kamisheni hapa ya haki za binadamu na utawala bora, haijajitokeza kutamka jambo lolote kwenye hili. Tuombe secretariat ya maadili ya viongozi. Haya mambo sio ya kufumbia macho, ni mambo serious, lazima tuangalie, vinginevyo huku tunakoenda hakuna mtu ambaye yupo salama. Labda tunasubiria sijui, hajatekwe nani, ili tujue kwamba tuweke utaratibu mzuri, ili wananchi wao wana uwezo kutofautisha, wao wana uwezo wa kujilinda, kwamba naye kuja ni mtekaji au anakuja ni polisi. Ni lazima tutengeneze hiyo, vinginevyo wananchi wote watakuwa na wakati mgumu sana, watakuwa na wakati mgumu, na njia pekee labda waamue sasa kujihami wenyewe. Sasa, sasa sasa, tutafika wapi wakijihami? Wanaweza kujihami sasa hata dhidi ya polisi, ambapo sasa polisi watapata wakati mgumu wa kutekeleza majukumu yao kwa mjibu wa sheria. Kwa nafikiri kama taifa tuna kazi kubwa ya kuweza kuifanya kwa ajili ya kuhakikisha tunaondokana na hizi kero zote ambazo zinajitokeza na tukawa na taifa, ile Tanzania yetu ambayo tunaijua. Tanzania ambayo ilikuwepo miaka yote tunaihitaji Tanzania yetu. Tanzania ambayo hajawahi kusikia mtu ametekwa, haya mambo tulikuwa tunasikia huko Kongo na nchi zingine. Yametoka wapi? Ni nani ameleta? Sio utamaduni wetu. Ni nani ameleta utamaduni huu mpya? Kwa hiyo lazima tufike mahali tujitafakari na tuseme hapana ili jambo lisijitokeze tena katika nchi yetu. Kwa elimu hizi na mengine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube.